Imebainika jinsi michango ya kumsaidia Tundu Lissu ilivyogawanywa huku uchunguzi wa polisi ukiendelea. Uchunguzi unaoendelea wa jeshi ya polisi umeibua taarifa mpya kuhusu mgawanyo wa fedha zilizokusanywa kwa ajili ya kumsaidia mwanasiasa wa upinzani, Tundu Lissu, wakati akiwa gerezani. Taarifa hizo zimezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi, wanachama wa vyama vya siasa na wachambuzi wa masuala ya utawala bora, huku maswali yakizidi kuibuka kuhusu uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa michango ya umma. Michango hiyo ilikusanywa kupitia kampeni iliyoanzishwa na wanachama wa chama chake pamoja na watu binafsi waliotaka kuonyesha mshikamano na kumuunga mkono mwanasiasa huyo wakati wa changamoto zake za kisheria. Lengo lilikuwa kusaidia familia yake na kugharamia mahitaji mbalimbali yaliyotokana na hali yake ya kifungo. Chanzo cha uchunguzi. Uchunguzi wa polisi ulianza baada ya ndugu wa karibu wa Tundu Lissu kuwasilisha malalamiko rasmi wakidai kuwa sehemu ya fedha zilizokusanywa haikuwasilishwa kwa njia iliyokubaliwa awali. Malalamiko hayo yaliibua tuhuma za uwezekano wa matumizi yasiyoeleweka ya, ya fedha hizo, Hali iliyosababisha polisi kuanza kufuatilia kwa kina miamala yote iliyofanyika wakati wa kampeni ya uchangishaji. Katika hatua za awali za uchunguzi, polisi walimkamata mmoja wa waratibu wa ukusanyaji wa michango kwa mahojiano zaidi. Hatua hiyo ililenga kupata ufafanuzi wa namna fedha zilivyokusanywa, zilivyohifadhiwa na jinsi zilivyogawanywa kwa walengwa waliokusudiwa. Kiasi kilichokusanywa na mgawanyo wake. Kwa mujibu wa taarifa zilizobainika wakati wa uchunguzi, jumla ya zaidi ya shilingi milioni 40 zilikusanywa kupitia michango ya wananchi waliokuwa wakitoa fedha kwa njia ya simu na njia nyingine za kielektroniki. Awali, kiasi kilichotajwa hadharani kilikuwa kidogo kuliko kiwango halisi kilichokusanywa, jambo lililochangia kuzua mashaka zaidi. Fedha hizo zilielekezwa kwenye akaunti na namba kadhaa za simu ambapo sehemu kubwa ilikabidhiwa kwa ndugu wa karibu wa Tundu Lissu kwa ajili ya matumizi ya familia na mahitaji mengine yanayohusiana na hali yake ya kifungo. Hata hivyo, uchunguzi ulibaini kuwa baadhi ya fedha zilihamishwa kwenda kwenye namba za simu za watu wengine wakiwemo waliokuwa nje ya nchi. Baadhi ya miamala ilihusisha kiasi kikubwa cha fedha kilichotumwa kwa namba ya simu inayodaiwa kumilikiwa na mtu aliyekuwa nje ya Tanzania, huku miamala mingine ikihusisha uhamisho wa fedha kwa namba kadhaa za ndani ya nchi. Baadhi ya fedha hizo, kulingana na taarifa za polisi, zilirejeshwa baada ya uchunguzi kuanza, lakini maswali kuhusu sababu za uhamisho huo bado yanaendelea kuchunguzwa. Msimamo wa chama cha upinzani chama cha siasa kinachomhusisha Tundu Lissu kimejitenga wazi na madai ya kuwepo kwa matumizi mabaya ya fedha. Viongozi wa chama hicho wamesema kuwa chama kama taasisi hakikuwa msimamizi wa moja kwa moja wa michango hiyo, bali ilikuwa ni juhudi ya watu binafsi waliotaka kusaidia mwanasiasa huyo wakati wa changamoto zake za kisheria. Lengo lilikuwa kusaidia familia yake na kugharamia mahitaji mbalimbali yaliyotokana na hali yake ya kifungo. Hatua za kisheria na mwelekeo wa uchunguzi. Jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi bado unaendelea na unahusisha ukagizi wa kina wa rekodi za miamala mawasiliano kati ya waratibu wa kampeni pamoja na mahojiano ya watu mbalimbali mbali, waliokuwa wakihusika kwa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Maafisa wa polisi wamesisitiza kuwa hakuna mtu atakayechukuliwa hatua bila ushahidi wa kutosha na kwamba lengo la uchunguzi si kuonea mtu bali kubaini ukweli na kulinda maslahi ya umma. Endapo itabainika kuwa kuna uvunjifu wa sheria Hatua stahiki zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Mjadala wa umma na uwajibikaji. Swala hili limezua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa, ambapo wananchi wengi wamekuwa wakitoa maoni tofauti. Baadhi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu mifumo ya ukusanyaji wa michango ya kisiasa bila uwazi wa kutosha, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa kulinda haki na hadhi ya watu wanaosaidiwa. Wachambuzi wa masuala ya utawala bora wanasema tukio hili linapaswa kuwa funzo kwa vyama vya siasa, wanaharakati na wananchi wa jumla kuhusu umuhimu wa kuweka mifumo wazi ya usimamizi wa fedha. Wameeleza kuwa michango ya umma, hata kama inalenga kusaidia mtu mmoja, inapaswa kusimamiwa kwa uwazi ili kuepusha migogoro na kuvujika kwa imani. Athari kwa taswira ya siasa za upinzani. Kwa upande wa siasa, suala hili limeonekana kama mtihani kwa vyama vya upinzani kwa kuonyesha kuwa vinaweza kusimamia rasilimali kwa uadilifu na uwazi. Wapo wanaobonea kuwa endapo uchunguzi utaendeshwa kwa haki, unaweza kusaidia kuimarisha mifumo ndani ya vyama na kuongeza uwajibikaji. Tundu Lissu ambaye ni mwanalelea na mwanasiasa mkongwe amekuwa akijulikana kwa misimamo mkali kuhusu haki, demokrasia na utawala wa sheria. Changamoto hii mpya imeongeza uzito wa mjadala kuhusu nafasi ya viongozi wa kisiasa na uwajibikaji wa wale wanaowasimamia katika nyakati za misukosuko. Hitimisho. Kwa ujumla, sakata la mgawanyo wa michango ya kumsaidia Tundu Lissu linaonyesha kwa wazi umuhimu wa uwazi katika shughuli zote zinazohusisha fedha za umma. Uchunguzi unaoendelea wa polisi unatarajiwa kutoa mwanga zaidi kuhusu ukweli wa tukio hili na kuweka mfano wa jinsi masuala kama haya yanapaswa kushughulikiwa kisheria. Wakati jamii ikiendelea kufuatilia kwa kina maendeleo ya uchunguzi huu, wachambuzi wanaamini kuwa matokeo yake yanaweza kuchangia mabadiliko chanya katika namna michango ya kisiasa na kijamii inavyokusanywa na kusimamiwa nchini na hivyo kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi na viongozi wao.